Je, ungesaliti upendo wa kweli ili upate utajiri wa dunia nzima? Katika hadithi ya leo, tunashuhudia gharama ya chozi moja la samaki mtu na laana isiyoweza kufutika. Hapo zamani katika kijiji kidogo cha wavuvi pembezoni mwa bahari ya Hindi aliishi kijana mmoja jina lake Juma. Juma alikuwa mvuvi, lakini bahati haikuwa upande wake. Wakati wavuvi wenzake wakirudi na mashua zilizojaa samaki, Juma alirudi na nyavu tupu, au wakati mwingine magugu maji tu. Wanakijiji walimuita Juma mikono mitupu. Walipomwona akipita, walimcheka. Hakuna mwanamke aliyetamani kuolewa naye, hata marafiki walimkwepa. Lakini Juma alikuwa na kitu kimoja cha thamani kuliko mali zote. Alikuwa na moyo safi. Hakujua kwamba moyo huo ungekuwa mtihani mkubwa zaidi wa maisha yake. Siku moja jioni, jua likiwa linazama pole pole baharini, Juma alikuwa peke yake kwenye mtumbwi wake. Matumaini yalikuwa yamepotea. Ghafla alihisi uzito wa ajabu kwenye nyavu zake. Labda leo nimepata papa mkubwa, aliwaza Alivuta kwa nguvu zake zote, lakini alipopandisha nyavu, hakuwahi kuamini macho yake. Hakuwa samaki, alikuwa nguva, kiumbe mrembo nusu mtu nusu samaki. Macho yake yalikuwa kama lulu, yamejaa hofu. Kwa sauti nyororo, nguva alimwomba Juma nifungulie nami nitakupa zawadi ambayo wanadamu wote wanaitafuta. Lakini Juma hakufikiria zawadi. Kwa huruma, alimtoa kisu chake akakata nyavu, akamwachia nguva huru. Nguva alimwangalia Juma kwa shukrani, na kabla hajazama baharini, alilia chozi moja. Chozi hilo halikuyeyuka majini, liligeuka kuwa lulu kubwa ya dhahabu. Nguva akasema kwa sauti ya onyo, chukua hii, itakupa utajiri usioisha, lakini nina sharti moja. Usimwambie mwanadamu yoyote siri ya utajiri wako. Siku utakayoisema siri hii Utapoteza kila kitu. Juma alirudi kijijini na lulu ile na maisha yake yakabadilika ghafla. Nyumba ya kifahari, mashua mpya, heshima tele. Wale waliomcheka jana, leo walimsalimia. Shikamoo, tajiri Juma. Lakini katikati ya umaarufu huo, ndipo alipojitokeza Zuena mwanamke mrembo kuliko wote kijijini, lakini moyo wake ulijaa tamaa. Zuena alijifanya kumpenda Juma kwa dhati, na Juma kwa upofu wa mapenzi akaamini amepata mke mwema. Lakini Zuena alikuwa na swali moja tu moyoni: Juma alipata wapi mali hizi ghafla? Kila usiku alimuuliza, mume wangu, kama unanipenda kweli, kwa nini unanificha siri ya mafanikio yako? Huniambii ukweli, ina maana huniamini? Maneno ya Zuena yalimchoma Juma kama mshale. Hakutaka kumpoteza mpenzi wake, na siku moja akiwa amelewa na penzi la uongo, Juma alisahau onyo la nguva. Zuena wangu, utajiri huu nilipewa na nguva baharini. Nilionyeshwa nisiuseme, lakini kwa kuwa na kupenda na kuambia wewe tu. Mara tu maneno hayo yalipotoka mdomoni mwake, upepo mkali ulivuma, radi ikapasua anga. Tabasamu la zuena likatoweka. Kwa dharau akasema: wewe ni mpumbavu Juma. Na kabla hajamaliza kucheka, nyumba ilianza kutikisika. Mali yote iligeuka kuwa mchanga na majivu. Lulu za dhahabu zikawa mawe ya kawaida. Zuena alipoona utajiri umetoweka, alikimbia bila kugeuka nyuma. Akamwacha Juma peke yake katika magofu ya ndoto zake. Ahadi ilikuwa imevunjwa. Juma alirudi ufukweni maskini kama mwanzo. Akapiga magoti, akaita kwa uchungu, lakini nguva hakutokea tena. Akasalia na funzo moja kubwa, kwamba siri ya mafanikio ni nidhamu, na tamaa ya kumpendeza mwanadamu asiye na shukrani inaweza kukugharimu baraka zote. Je, wewe ungefanya nini kama ungekuwa Juma? Ungesaliti siri yako ili kumridhisha mpenzi wako? Tuandikie kwenye comment hapo chini. Kama umefurahia hadithi hii, bonyeza like na subscribe kwenye channel ya Maajabu ya Hadithi ili usipitwe na simulizi nyingine kali wiki ijayo. Kwaheri.